Naam, karibu sana na asante tena kwa kuendelea kusikiza Baraka One TV, ikiwa ni majira ya saa sita saa za Afrika kati, ikiwa naelekea saba majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, the one and only in town, DJ Piba bala baba mzee wa Gwasuma. Atakuwa nafasi ya kuweza kuwasiliana na bwana mwinyi e, kutokana na kwamba mtandao siku hizi unasumbua kweli kiukweli, na hata pia ukisikiliza uh, matangazo yetu jinsi yaku yanakujia hatuko na ndani ya mji wa Uvira na mji wa Baraka, ila tumetoka kidogo, tuko katikati ya pori, ndio maana unakuta kwamba uh, mtandao unakuwa uko unasumbua huku. Tumekuja kwa ajili ya kazi ya wazalendo uh, na kazi hii ni kuweza kuimarisha kwe misingi ambayo iko inafanyika mengine yote utakuja kuyaona kupitia Mwangaza TV pia na Baraka One TV. Lakini kwa sasa, sasa hivi eh, ni kwamba hatuwezi kukosa kurushia matangazo licha ya conditions zote zozote ambazo tutakuwa tunazipitia. So katika mambo ambayo tutakwenda kuyajadili, unajua hili swala la Mwenga na Shabunda limekuwa likileta si mbali mbalimbali sana hapa. Lazima nikupe taarifa ya nini ambacho kiko kinaendelea Shabunda mpaka sasa pamoja na Mwenga na Mwenga kwanza nikianza kukwambia Shabunda Mwenga kumeingia ramforo ya mingi tu ya wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na armi Burundi. Hilo liko pale, lengo ni kuzuia adui asisonge mbele na kumpiga adui. E, kuna wanajeshi wetu wa wazalendo ambao walikuwa wako Kabare walenda kusaidiana na wengine kwa aksi za Mwenga pamoja na Shabunda, tulimsikia General Musa wa Kabare akizungumza kusiana na hali ambayo ilikuwa iko natokea. Wanalia e, serikali hai, haiwarekonetri rasmi haiwapi e, mahitaji muhimu rasmi kama inavyo inavyosema serikali. Uliwatoa wazalendo porini unasema kwamba njooni tufanye kazi pamoja, sasa kwa nini usiwape vitu ofisiel, vinakuwa ni vya kufichaficha? Nafikiri hii hapa tuko na maana kubwa, tutakuja kuzungumzia hili hapa na pia kuna ujumbe ambao nitautafsiri ni ujumbe ulitumwa mahususi kwa ajili ya Wabembe. Sasa mnajua wa kwamba mna, mna, Baraka One TV haiko TV ya Wabembe peke yake, ni TV ya Wakongomani zaidi wazalendo, na sio kongomani tu, dunia nzima yote, ambayo ni mzalendo ni patriot, lazima awe nafuata Baraka One TV, na hivyo e, taarifa zozote ziwe katika lugha yote ile tunakuletea na tunaitafsiri hii hapa. Nitakuwa niko naizungumzia ndani Anaongea kibembe mimi naizungumza kwa Kiswahili ili uweze kuelewa nini ambacho kiko kinazungumzika. Nimefanya ni, ni, ni, ni hivi mahususi kwa sababu nimelazimika kufanya hivi. Na pia nitakuja kumjibu mzee wangu kuna kitu pale aligusia uh, kuhusiana na Patrick Muyaya. C'est vrai, Patrick Muyaya ni kweli alitamka hayo matamshi alisema hivi kwamba kuna watu wako wanaleta tafsiri mbaya kwa vita ya Kongo. Wanasema kwamba Kongo vita iko kila sehemu lakini ukija Kishasa utashangaa na nikasema, kuna mtu mzee wangu alikuwa Kishasa ameniambia vitu ambavyo alikuta Kishasa ni tofauti, yaani kule niliwengea watu hawajui kwamba este kuko vita sasa mwe. Akasema uh, este ya Congo ni parti kidogo yenye iko mu conflict na tukiangalia kwamba kale ka kipande kadogo ka este akaezi kuwaathiri pakubwa Kongo na kusema kwamba Congo iko muvita na hivyo mambo sasa swali su, su, linakuja je mnawezaje kuwavutia wawekezaji sawa, mpate nafasi ya kuingiza wawekezaji wakati upande mmoja wa nchi huko na vita? Je, yule mwekezaji atakuja kuwekeza wapi? Kishasa? eske Kishasa ndo kujibana wawekezaga? eske Kishasa kuko maminere? eske Kishasa kuko bakare minier? Ushelewa? Sasa hii yote ni nini? Shida, shida kwamba inakuja, wao wanaangalia maslahi yao wanaangalia pesa badala ya kujua security ya nchi iko namna gani, na ndio hiyo ambayo nilikuwa nazungumza. Ni, ni kweli hayo maneno muye ameyasema na mpaka ma, ma, ma, ma, nini, eh, ma eh, ukubwa wa maeneo uh, ni vile tu ni, uh, siko pembeni na, na takwimu zangu sahihi, na siwezi kupa takwimu ambazo sio sahihi. Ukubwa wa maeneo wa North Kivu na Sud Kivu ambazo ndo zinaguswa sana Akasema sio, uh, sio big mara is no big mara kwamba Nord Kivu na Sud Kivu ndo zita ampeshe mambo yasendele nono, ni kitu tu hivyo sasa. Inakuwa iko ni tofauti, kidole kimoja kikiumwa, lazima mwili mzima ukue uko tabani. Kwa hiyo ndio hivyo, tutapia alishongea kamanda uh, uh, Musa na juu ya vita ya Mwenga na pamoja na Shabunda na hali isi ilijitokeza ili nafikiri wote tuli, tulisikia, lakini pia nitakuja kugusia hapo na nitakazia sana sana kushana na hiyo vita ambayo iko na ile Mwenga Shabunda na Kivu ya Kusini. So karibuni sana, ili kuanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV, tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow, ndio utakuwa kuanza kuona pata matangazo yetu kila wakati. Tuanze na hili swala. Mimi nataka niseme hivi na, nilisoma message moja mtu anasema kwamba e, tumefanya utraje amvere chef de l'etat sijui vitugani e, serikali yetu kwenye ikwe inatupeleka kwenye ilitutoa, ndio ilitutoa il, il, il, il, sehemu na ikatuonyesha baadhi ya vitu, lakini vile vitu ambavyo imetuonyesha wala havitoshi, havitoshelezi hata kidogo na kama havitoshelezi inabidi waongeze maefor juu turizike na kile ambacho sisi tunataka serikali iweze kutufanyia. Kwa hiyo tusiwe tunaipa tu uh, kwamba fachi fachi fachi ndio, kwenye iko na, na nia ya kufanya lakini hafanyi kile ambacho kinastahili kwa asilimia kubwa. Unajua nchi hii haistahili kidogo. Hapana, natoka mfano huu mara mingi. Hivi mtu ambaye alitakiwa akupatie pesa dola mia moja sawa? Anampa mtu kwamba mpelekee mtu fulani dola mia moja. Kisha yule aliopewa ile dola mia moja anakuja anakupatia dola ishirini. Kwa sababu wewe uko inyora ujui kwamba haki yako ni dola mia moja utasemaje? Utasema asante bwana. Nashukuru sana kwa hiyo. Lakini sauti huyo kuambiwa hapana, ulitakiwa upewe dola mia moja utajisikiaje? Eski yule mtu utamfurahia. Ushida ndio hii yenye iko hapa. Sasa au utasema oh bo, bo mi nashukuru wana nashukuru sana kwa hii hii 20 nashukuru. Nono no, ndio no. Kumbuka mtu mbaya hivi. Mimi napewa 100, wewe unalinda 20. Ushielewa? Sasa na na atakiona kwambia, "Eh, bora tu ushukuru hiyo 20." Eh? Je, ningekula sasa? Ushona? Hii ndo tabia ya mapolitisi ya Kongo na anakuja nakwambia kabisa oh, simshukuru hata hiyo. Unaona hichi kwenye hiku o oh, rahisi rahisi, hii kidogo aafanya no, anafanya kidogo hiyo, kidogo hatuwezi kuishukuru juu ni kidogo, aendani na gisa alitakiwa afanye. Na ndiyo maana tunasema sasa, kamanda Musa, kamanda Musa anatusimulia jinsi vita ilipiganika eh, maeneo ya, ya, ya Kirungutu. Jinsi M23 ilikuja biko na kina mashare de combat tank. Wako na tanks M23, wako na silaha nzito nzito, wako na mabombe. Aya, sikia. Wazalendo wao, wako wananunua bombe zao kwa pesa zao. Unaelewa? Ananunua bombe zake tano. Na nukuu hapa kisa alisema bombe zake tano, sasa yuko mvita akizipiga hizo tano zinaisha. Aya, basi hivyo kinachofanya hapo ni nini? Ni kurudia nyuma M23. Yeye anakuja na bombe makumi, na tunapigana makumi. Na, na M23 c'est vrai na na yeye hana resistance lakini iko na ile nguvu ya moto, iko na ile nguvu ya moto, iko na, na moto ya mingi. Wewe unapiga eh, bombe mbili, yeye anapiga bombe makumi mbili. Wakipiga bomu kumi, ya rafiku bomu mia. Aya nambi, sangapi, uta utamtoa. Uta Sindu yuko nasikia kwamba yani wanaingia. Aya, mbaya zaidi ni nini? Mbaya zaidi ni kwamba silaha, risasi, kila kitu, kiu uh, kinakuwa uh, kwenye kambi za, za FARDC. Sasa, wao wanashindwa kupigana, baada ya kushindwa kupigana zile silaha wanaacha tena wanazichoma moto ama wanaziacha pale kwenye alikuwa wanakimbia huko na mareni yenye wako nafanya sasa, ah, niambie hapa tu tumlaumu nani? Kuliko zile sila silaha wazipatie wazalendo, wao wanaziacha wanakimbia, donc wanaziachia nani? M23 haja zichukue. Na ndio ile kama ulikuwa mnasikia kwenye uwanja wa vita, maeneo ya ya Minova eh, kwenda kule Maluhihi, walikuwa wanapigana mpaka wale wanajeshi wa FRDC wa Patriot wanarudi tena kama ni wawili kama ni watatu wanarudia kwa ile gala ya, ya silaha wanacho rachoma moto hizi magari za kijeshi wanasa wanazipiga wa, wa, wa, wa moto juu mv ndio asije ndio kazichukua. Unaona, nafikiri mnaonaga lumbishi gisi bwili ngoma iko na alamika o FRDC wako wanakimbia, wanacho wanalunguza magari wanacho wanalunguza eh, madepo za nani za, za chakula pamoja na masasi. Hey, juu ni konsiye kwamba bakienda banabachia navyo bakienda barabachana. Kwa nini msiwaachie nazo, wazalendo wasichukue? Kwa nini? ni kwa sababu wanajua nini ambacho walikuwa wako wanafanya. Sasa ile yote i, i inakuwa haiwezi kuleta sense hai make sense, na ndio maana kwa madam Musa, anatuambia wanapigana kadiri wanavyoweza wao wazalendo. FRDC wanakimbia kukimbia kwao, kuna wafanya wazalendo wao wanatumia silaha zao ambazo wako nazo. Na pia wana, wanaona silaha zinaisha na, yani sila na principe ya soda hawezi maliza silaha zote. Ukweli ni kwamba Mwenga na Shabunda haziko mumikono ya M23. Mwenga na Shabunda viko mikono ya Arme Burundes na Uzalendo na baadhi yaya FRDC ambao wako na nia nzuri, nafikiri ba vilaji zote ambazo zimetajwa zime hapo, umeweza kusikiliza vizuri sana. Yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tunataka kutengeneza jeshi ambalo wananchi wanategemea. Jeshi la wazalendo ndo jeshi ambalo wananchi wanategemea na ndo jeshi ambalo kila mtu anawekea manani. Sasa ni jukumu la wazalendo kujikomporte na serikali pia iweze kusikiliza kilio cha wazalendo ifanye vile ambavyo wazalendo wanaomba ili kuweza kuimarisha misingi thabiti na e, nchi iweze kuwa vile ambavyo inastahili iwe. Tukichukua hili swala la la mapigano haswa haswa ya ndani ndani, M23 wako wanadanganya. Narudia e, ile ambayo tumesema jana, Wili ngoma nafika sehemu watu wako wanakula chakula. Wewe angalia tu angalia tu jinsi iko na na na walazimisha watu kula chakula, naye ile ki, ki, ki eh, kutaka tu kuwa, kuwa eh, kudanganya jamii kwamba wako sawa, lakini watu wanaogopa. Licha watu wanajifanya kucheka cheka, lakini watu wanaogopa. Donc wako wanawalazimisha watu watu, wanakuwa hawana hawana jinsi, watafanyaje? Hawana jinsi, wanaamua tu hivyo. Ukimwangalia yeye, yeah, yeah, yeah, pale haiko na kula, anafanya sambla kula me akuli Donc kuna kitu kwenye vigo wanachatia mwakili ya watu kupumbaza watu, kudanganya opinion international. No, lakini, uh, nimependa kuna dada mmoja hapa anaambiwa kula yasema ah, uh, Mr. kuambiwa huko na kiburi, ushamsikia sasa, anajifanya kucheka huko na kiburi me, anajifanya ku, kucheka donke, huyo ndio Willy Ngoma akunaga mtu mzuri ndani ya M23. M23 ni wawaji wa M23 ni bawaji alena kufanyia mawaji na iko na kuchekea, si ndo tabia zao? Wili ngoma mamake kama ni eh, eh, ni mnyarwanda bisimu wa mamake ni mnyarwanda, wengi wao ni wanyarwanda ndo wako ndani ya jeshi la M23, kwa hiyo wako na ile tabia ya kitusi, ile tabia ya roho mbaya, unaona. Sasa wanafanya hivi, sasa mnaona hivi o, oh, eh, armée révolutionnaire. Hakuna armée révolutionnaire, hiyo ni armée eh, ya, ya ya ba tueur arme ba criminel ndo M23 unaona bwana. Kwa hiyo kichotokea Kabare na Shabunda na Mwenga, tuseme hivyo Mwenga na, na, na Shabunda, ni kwamba jeshi letu lilitrair wazalendo na lilitrair pia arme burundes. Baadhi ya makamanda wa FRDC kikweli walifanya mambo ambayo inachukiza kukimbia vita, kuachia adui silaha ambao wazalendo wako wanazililia, wazalendo wako wanazitamani. Mnaenda kuziachia silaha, mnaenda kuziachia M23, kisha mnakuja huku nyuma mnaanza tena ku, ku, ku, kutia bla, bla mingi. Mimi nimependa yani ba FDC ya Uvira, mm, ndio kwa mara kwanza nasikia solda wa FDC mwenye iko Uvira. Hapana, ah, Nishata kusikia wakati mmoja, niko nenda mplane. Naenda mplane kwa, kwa operasyo, saidia Mzalendo, nakutana na, na mlolongo wa FRDC. Na simama, naanza kuwapatia maji. Kila soda, walikuwa ni mlolongo kabisa. Wakaniambia wana, si hivi tulitoka huko, tunakuya. Aseme tuende tufungue front. Ndio wale mlolongo niko na, naonyesha wako wanamwaga franga barabara. Voila. Mm-hmm, wale. Sasa jua viki wanasema e, ee, mwenye nacho uongezewa, licha kwamba walikuwa kwa wa, wa, wa, wanamwaga pesa barabarani, lakini pia nikaenda nikaongezea pesa zingine. Wakaniambia ndugu yangu, si hivi tulikuwa huko kwamba wanatuambia twende tu tupasue njia ya Kamanyola. Aha, nikasema hapo, kama ni hivyo basi ni sawa. Lakini miezi ikapita, nikarudia tena kule, wacho niambia nini? Wanaambia wana, sisi tumeambiwa tusubiri kwanza. Ndo hawa ambao kwa leo wanaanza kulalamika: ewe, si tunaka hii yote, tuku, si tunakaa hapa miezi tunafanya nini? Tuende Kamanyola, Kamanyola hii haitatushinda mtuache. Kamanyola tupande tupasue nyangezi, nyangezi mpaka na Bukavu haitatushinda. Baadhi ya makamanda wa FRDC wako determine kabisa, lakini blokaji zingo uh, zinakuwa wapi unakuwa kwa upande wa commandement mukomandment ya FRDC kunivou ya Kishasa, muko ba Rwanda d'origine, ndio biko na plan vita. Ulisikia komanda Musa alisema ndege za vita ziko zinapiga mpori, zinaacha pozisio za za za M23 bosi. Mimi sio mimi, niwaambie habari kutoka kwa kamanda wangu ambaye yuko ndani ya vita, ambaye anaongea naye saa zote, ndio ananiambia Ndege ziko zinapiga nje ya adui, zinacha adui iko kushoto, ile ile ndege iko nacha kupiga MV3, inaenda piga tena. Wasimzungumzie Felix kwamba wanafanya, serikali yetu iko nafanya vitu mya na si nasi, hatuwezi kaa kwa tu tuna, tuna shadidia pana ah, kati ya Washington chambo cha, cha mzee wetu Baguma Samuel, mzee wetu Jacques Baguma e, hapa uh, ni eh, ni eh, kisha nitakuja kukwambia ambacho alikuwa iko na ongea huu ni mubembe, ni lugha ya Kibembe sana. Da, nule mama ambaye anasemasema sana. Bila leo natuma hizi voice mbili wote na watoto wote wa inchi wa Wabembe wa Kongo kote wa e wa wa wa wa wa, wa kwenye mpo msikilize kwenye grupu zote za Wabembe sikilizeni nikisema makosa mnisamee wazi wangu

Iwa abe aba najua watu walikuwa wanasema Kagame anaogopa juu kusaini, kwamba wataonekana ye ndio wameweka. Nikaambia watu ye i ole, ole, no, kuna michezo ambayo inachezeka. Ile kuna watu waliona vibaya sana, nikasema wamajimaji wajiongeze, lakini watu wakinaona vibaya mno. Nagusa pointi yangu leo hii

Nafikiri simaga na siku moja ni... kupitia voice yangu. Ubembe wanasema mtoto wa kuku hawezi kuvimba ndani ya chungu kama mamake ayupo chene, lakini Abembe wakanisema vibaya, kasikia watu wanatumia voice za jaojau mwanamke. Huko Ulaya unazungumzaje mambo ya jaojau?

Njwa. Kwa haya ambayo Kagame amefanya na kuzungumza mbele ya watu mbele ya alaiki e, mbele ya umma ye ya kutumba kama kiongozi wetu anasemaje? Anatuambia nini e, e, nini nini ambacho wa unatuambia akatogota na nau mkababga Katogota Mnyarwanda leo hapigi Katogota, lakini anajisukuma maeneo ya Mwenga Mwenga e, ya kutumba kitu gani ya kutumba, suku, Mwenga, waingili, leo Mwenga kitu gani ya kutumba, waingie Mwenga, yuko Mwenga, oh, Katogota ndo Kongo wanavamia tarafa tatu ndio wanazitafuta sana na watafanya mauaji sana kweli kweli, kweli. kweli. Hmm. Mzee, mzee William mamuli ya kutumba unatuambia nini? Huo mkanda ambao umefungia katogota, katogota unatuambia nini Lunu suku. leo hii Kagame amejitangaza hadharani, wewe ndio wewe ndio tunategemea, jiondoe na mpango wa FARDC. Umekaa porini, ulikuwa porini, FARDC ilikusaidia kitu gani?

una Wafuliru wengine ambao wako ki i, i, i, kama wale wachachawataki kuungana na wewe na, na, na wale wengine mbao wako tayari ta. Si mnaweza mkaanzisha kama akuwavunja nguvu madui wanaenda Mwenga, mtajikuta mmekimbilia Burundi. Kwa maana hiyo hali itakumambo mengine siwezi kuzungumzia kwenye mitandao. Ole bamae, maiba, ni ni balo, kuna wamajimaji wa ambao nitaongea na, ba na ba nitoge nitoge nao inbox na nitaombea vitu vingine lakini no kwa lakini, kwenye mitandao nitaongea mambo mengine. Mzee William, amka usingizi na mawazo unafikiria, sio?

Hapo katogota, wa. Katogota mbako mzee, Mm. Huko mzee ismbebe anasema kwamba liai pia iliweza kushauria ndege. Mimi ni liai nikakushauri ndege hivi kati ya liai na ndege nani alimtotoa mzazi? Nani alianza kabla mzazi?

kabla hakuja kucha, amka vajifunike shuka toka, ungana na FRDC hapo uh, tuishie kwanza hapo. Umesikia huu ujumbe wote jinsi umekuja, um, umekuja uko vizuri, ni yani, ni ujumbe mzuri, lakini kusema kwamba atoke ndani ya FRDC achane na, na mipango ya FRDC ajunge yeye mwenyewe, tayari hapo tunaenda kwenye uasi mwingine. Hilo swala haliwezi kwenda hivyo. Tuendelee kusikiliza. Kuna tayari, vita, Bale, Bale, tayari. Wako tayari mwale, wale, hawana majina makubwa anja, vita mzee, anza vita. Vita, oh, oh, si awaa

na sio mara ya kwanza kuzungumza vitu kama hivi, lakini kuna vitu vimoja ambavyo viko vinaenda sahihi, na vingine vinaenda tofauti sana. Kulingana na muda ambao tuko nao, nitakuja kukuongezea mambo mengine majira ya saa tisa. Nitakuja sasa kuzungumzia hiki ambacho yeye ye ye iko na kizungumza jinsi arme iko infiltration yenye iko majina ya bajenero ba Kenya, Rwanda yenye iko mu FRDC, nitakuletea nayo wao ungana tu na mimi saa tisa, na mambo mengine nitakuletea siri nyingi za politika, na mimi pia nitakuletea nazo. Kwa hiyo tuungane wote majira ya saa 9. Hii ni Baraka1 TV.